Na haya ndio mambo kumi ambayo mwanamke inapaswa kumfanyia mume wako bila kuambiwa na mtu, bila kuelekezwa, kwa sababu ndio yaliyokupeleka kwenye ndoa. Namba moja: kumchana mumeo nywele. Mwanamke anatakiwa umchane mume wako nywele, sio mume wako anaenda kazini minywele imechachamaa kama mzimu eh. Apendeze, akipita mtaani akisema, mume, mume wa nani? Mume wa fulani eh, amependeza, amekaa vizuri. Ukiona mwanaume yeyote ambaye ameoa ni mchafu, ujue mke yake ni mchafu kuliko huyo mwanaume mwenyewe mwanamke akiwa msafi lazima na mwanaume awe msafi tu, yaani sisi wanaume, mwanamke wa ndani asipokuzingatia mke wako, unakuwa mchafu sana. Sisi wanaume kwanza, bila wanawake, sijui kama tungelikuwa tunaoga kwanza. Tunaogaga kwa sababu ya wanawake tu, hata kufua tunafua kwa sababu ya wanawake, lakini tungekuwa tunaishi sisi wanaume peke yetu, hatuwezi atu kuoga, hatuogi <laughs> namba mbili, mwanamke inafaa kumkata mume wako kuja za kwenye miguu na mikono bila kuambiwa na mtu. Msafishe mume wako, kata kucha za kwenye miguu na mikono apendeze, sio mikucha mirefu mpaka inatoboa soksi. <laughs> Mpendezeshe mume wako umesikia, wewe mwanamke wa kwenye ndoa, mwone kwanza. Namba tatu. Aha. Mwanamke, inafaa kumtengeneza mume wako kola ya shati, sio mume wako anahangaika. Maana akifanya hivi kola imeenda hivi, akifanya hivi kola imeenda hivi. Inafaa mwanamke umvalishe mumeo, kama ni koti ama ni shati, unamvalisha wewe. Sasa pale ukianza kumtengeneza kola, ndo unamaliza sasa pale, unaanza kumwambia maneno ya mahaba, mume wangu, unajua mimi bila wewe siwezi kupumua. Unamwambia maneno mazuri pale, anachanganyikiwa, yana kitoka pale sura yako inakuja, akiona wanawake wengine anaona ah, wafai mke wangu bana, umemmaliza na maneno mazuri. Sasa wewe mume wako anasema mungu nitengeneze kola, anaenda mwenyewe, mume wangu si yeye. Mwanamke limekaa limenuna nuna tu kama msukule pati tu mle ndani. Namba nne, mwanamke inafaa kumwandalia mume wako nguo za kwenda kazini, na wewe mwanaume uwe na nguo. Sasa mume wako mwanaume hawana nguo, mwanamke anafaa kumwandalia mume wako nguo za kwenda kazini kila siku, kila day, sio mfanyakazi wewe mwenyewe ndo unafaa kumwandalia mume wako. Namba tano Mwanamke inafaa kumpikia mume wako chakula kitamu, wewe mwenyewe, sio mfanyakazi. Yani mfanyakazi ndo anapika chakula, akimwekea madawa humo, akaanza kumpenda mfanyakazi. Wewe mwanamke unafaa kumpikia mume wako chakula kitamu. Namba sita, mwanamke inatakiwa kumfulia wewe mwenyewe mume wako nguo zake za ndani, sio mfanyakazi ndo anafua boksa za mume wako. Huo ni ujinga, na ndio maana waume zenu wanalogwa sana na wafanyakazi. Nashangaa mume wako ameanza kudeti na mfanyakazi kwa sababu gani? Nguo ya mtu na nafsi vinaungamanishwa yani, ukivaa hiyo nguo siku ya kwanza ya pili ya tatu hiyo nguo inakuwa imebeba roho yako. Kwa hiyo ni rahisi sana, na ndio maana wachawi waga wanatumia sana nguo kumloga mtu, hasa hizo nguo za ndani. Unamwachia mfanyakazi eti ndo anafua hizo nguo, hata akiinenea ile nguo ya kwamba mume wa, wa dada yangu akivaa hii boxer mwanamke wanam, umeanika chupi ovyo ovyo, watoto wanaona chupi ya mama kubwa kama shati, boksa za baba zinaonekana, watoto wanaona. Mtu unashangaa boksa imepotea ama chupi imepotea pyu, wameenda kuifanyia kazi. Zamani watu walikuwa wanaficha nguo za ndani, mwanamke huwezi kuiona nguo yake ya ndani ovyo, wa sasa hivi tu, ya ndani ameanika ovyo ovyo. Lakini wanawake wa sasa hivi, ufala mnaofanya ndio maana mnashangaa tu mambo hayaendi, umerogwa, huolewi, huzai. Kumbe kuna mtu alichukua nguo yako ya ndani akaenda kuifanyia mambo yake. Acheni ubishi. Ficha nguo yako ya ndani, anika hata kwenye uvungu wa kitanda. Kama ina haja ya kuanika kwenye jua, tafuta sehemu ya maficho. Eh, haya, namba saba. Mwanamke inafaa kumpokea mume wako anapotoka kazini. Sio mume wako anatoka kazini, wewe uko unasuka. He, mpokeeni baba yenu, yani kila kitu, watoto mpokeeni baba yenu. Sasa wewe kila kitu unaagiza watoto, mtengeni chakula mpokeeni. Wewe huyo mwanaume atakuja kukukumbuka lini? Unashangaa anapenda watoto, anaachana na wewe. Ho, mume wangu anipendi. Sio akupendi, umekaa mbali na mume wako. Msogelee, mpokee, anatoka kazini, mpokee. Na nyinyi wanaume, jifunzeni kurudi na kamzigo nyumbani. Unarudi na kichwa chako kila siku tu, mke wako atakupokea nini? <laughs> kila siku unarudi huna anachoka kukupokea, ila wanawake wanapenda zawadi gift, wanapenda sana eh? Anakupokea. Eh? Anakupokea. Hivyo hivyo. Namba sio na eh, tisa mwanamke inafaa kumrudishia mume wako chenji kwa uaminifu. Umenunua kitu fulani, rudisha kuwa mwaminifu. Namba kumi. Mwanamke nafaa kumuombea mume wako. Muombe, muweke mikononi mwa Mungu. Na haya mambo yote niliyoyasema ambayo mwanaume anatakiwa kufanyiwa. Ni mwanaume mwenye hela.